Hapa ni nyumbani kwa mama Ana Mwansasu, aliyewahi kuwa katibu muhtasi wa hayati Mwalimu Julius Nyerere, Msongola, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Mandhari mazuri ya miti aliyopanda mama huyu ndiyo kivutio cha wengi, huku akitawaliwa na tabasamu na utani ambao unatia moyo na matumaini. Hodi, hodi, hodi, hodi, mama Ana. Karibuni sana. Asante sana mama. Karibuni, karibuni. Ndio. habari za siku nzuri? Nzuri. Eh, namshukuru Mungu nipo, najikongoja kongoja lakini mm. nipo. Unaendelea kukiwasha? Naendelea kukiwasha na Azam kabisa kwa <laughs> hiyo haina matatizo. Nashukuru, tumesema tuje tuzungumze nawe, pengine labda, bila shaka unatukaribishia kwenye kivuli. Karibuni kwenye kivuli hapa, maana huku ndani joto joto Ndio. Lakini sahizi hapa kuna upepo mzuri, unaona miti hii e, mi mpandaji miti mzuri tu <laughs> miti imejaa, umefunzwa na mwalimu mwalimu, na sasa hivi na Mama Samia Ndio. panda mti kila mwaka, mi kila mwaka napanda mti <laughs> karibu sana. Hongera sana asante sana katika mazungumzo yake nami aliniambia naumwa Jafari, ndipo nilipogundua hali hiyo, tofauti na hivyo, huwezi kugundua kutokana na uvumilivu wake. Tatizo langu kubwa nililo nalo mwaka huu okay. nahitaji kuwekewa betri za pacemaker zina gharimu milioni 30 kwenye moyo wangu pale. JKCI wameniambia kwamba ni milioni 30. Mwezi huu wa Juni natakiwa nilipe bima, maana bima yangu inaisha, natakiwa nilipe laki tisa na themanini na nne. Hela hiyo, yenyewe nayo ngumu. E, wakati huo huo ukienda hospitali kwenye dawa hizi za moyo, figo na, na, na kisukari, wakati mwingine zingine hazitolewi kwenye hii bima yangu niliyonayo. Kwa hiyo unakuta inabidi ninunue, alafu kuna vyakula maalum navyotakiwa kula lakini ndio hivyo mi pensheni yangu ni ndogo sana e, enzi zetu hizo za Mwalimu na Mwinyi, sisi watu wa enzi hizo pensheni zetu ni ndogo mno. Mimi sasa hivi hapa napata laki na sabini. Nashukuru kwamba Rais Kikwete alipandisha hizi hizi pensheni huko nyuma, nikuwa napata elfu thelathini na tano baadaye nikapata hamsini. Unaweza ukawasiliana naye japo kumpa pole, lakini kumjulia hali na mali pia ili eh, mama yetu huyu aondokane na adha ya kiafya ambayo anakutana nayo uh, kwa sasa. Kutoka hapa maeneo haya ya Kivule, Msongola, Dar es Salaam, mimi ni Jafari Mponda.